Habari yako dada yangu, mimi ni Roy, nina miaka 39 na najua jinsi inavyoumiza sana ile hali ya kumsahau aliyekuacha. Unakaa peke yako usiku, akili inakimbia kwake tu, unajiuliza yuko wapi sasa hivi, anafanya nini, anafikiria wewe au amekusahau kabisa, kama wewe hupatikani tena. Hata ukiwa katika chumba kilichojaa watu unawapenda sana, familia yako, marafiki zako, bado moyo wako unarudi kwake unataka kumtumia ujumbe, kumwambia habari zako nzuri, kujua kama yuko salama, kama bado anakupenda au alikuwa anacheza tu na hisia zako. Unajiuliza kama mapenzi yenu yalikuwa na maana yoyote au ulikuwa unapoteza wakati wako tu. Inaniuma sana dada, inauma kama kisu kinachokata moyo wako kila dakika. Mimi nikiwa na miaka 39 nimeona wanawake wengi wakiumia hivyo, wakilia usiku kucha, wakishindwa hata kula au kulala wakihisi kama ulimwengu umewakataa. Na leo nataka kukuambia moja kwa moja, msahau aliyekuacha. Usimruhusu aendelee kukushinda hata baada ya kuondoka. Lakini usijali, leo nitakufundisha jinsi ya kumsahau aliyekuacha haraka sana na kuwa toleo jipya la wewe mwenyewe ambalo litamfanya yeye ajute sana alipokupaa. Mapenzi si yaliyopotea bure dada, tutayafanya yawe na maana kupitia mabadiliko makubwa unayokaribia kuanza sasa hivi. Kama video hii na kugusa moyo wako hata kidogo, bonyeza like sasa hivi ili uweze kufikia wanawake wengine wanaoumia kama wewe. Subscribe kwa maudhui kama haya kila wiki ili usikose video zinazokusaidia kupona na kuwa na nguvu zaidi. Na comment chini sasa hivi uko wapo, unatazama kutoka Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Dodoma, Zanzibar au hata Kenya, Uganda au nje ya nchi. Nataka kujua ili nijue maumivu yenu ni aina gani na ni wapi ninahitaji kuwafikia zaidi. Sasa dada, kabla hatujaingia ndani kabisa, nataka nikukumbushe kwamba unaweza kusikiliza video zangu zote kwa sauti kupitia podcast yangu kwenye Apple na Spotify. Link iko kwenye maelezo. Pia nimefungua channel ya pili ya YouTube ambapo unaweza kuona maisha yangu ya kila siku kupitia vlogs. Link pia iko chini. Sasa tunaingia moja kwa moja katika awamu ya kwanza, awamu ya kuumia. Hii ni awamu ambapo maumivu bado ni mapinya. Unahisi kama moyo wako umevunjwa vipande vipande, unashindwa hata kuzungumza na mtu yoyote, unapinga kila wakati hamu ya kumtumia ujumbe au kumwita. Ninajua dada, ninajua maumivu hayo yanakula wewe polepole pole. Lakini kama unapitia hii sasa hivi, lazima ufuate hatua sita hizi ambazo zitanisaidia kupitia maumivu haya na kuanza safari ya kupona. Hii si wakati wa kujifanya hodari au kuficha maumivu. Hii ni wakati wa kuachilia yote nje ili usibebe mzigo milele. Hatua ya kwanza, ruhusu hisia zako. Dada yangu, wakati maumivu bado ni mapinya, na yule aliyekuacha alikuwa na sumu kubwa, na marafiki zako wanakusema achana naye, hakustahili hata kidogo, usilie kwa mwanaume kama huyo. Usiwasikilize kabisa, kwa sababu yule mwanaume alikuwa na maana kubwa kwako ulimpenda kwa moyo wako wote, ulitoa wakati wako, hisia zako, na sasa amekuacha ukiwa peke yako na majeraha. Unahitaji kulia, unahitaji kuomboleza hasara hiyo. Kula ice cream yako, sikiliza nyimbo za Adele au za wasanii wetu hapa Tanzania kama Zuchu au Diamond wakati unahisi huzuni, tazama sinema za kusikitisha siku nzima kama inabidi. Hii si udhaifu, hii ni mchakato wa asili wa uponyaji. Mimi nikiwa na miaka 39 nimeona wanawake wengi wakijaribu kufanya kama wanaume, wakijifanya humu, wakikataa kulia au kuonyesha maumivu, na mwishowe maumivu hayo yanabaki ndani yao kwa miaka mingi, yakirudi kila wakati kama kizuku. Lakini wewe dada, acha machozi yatoke, acha hasira itoke, acha maumivu yawe yote nje. Kuna utafiti unaonyesha kwamba wanawake hupata maumivu makali zaidi kiemotional na kimwili baada ya kuachwa, lakini baada ya muda wanapona kabisa wakati wanaume wengi hubaki na jeraha la moyo kwa maisha yao yote. Kwa hivyo usiogope kulia, usiogope kula ice cream na kujifariji. Hii ni kutoa machozi yote ili baadaye usiwe na machozi ya ziada. Usiruhusu hasira au aibu ikuzuie. Yule aliyekuacha alikuumiza vibaya, na unastahili kuomboleza hasara hiyo. Ruhusu hisia zako ziwe huru ili uweze kuendelea na mabadiliko makubwa unayokaribia kuanza sasa hivi. Hii ndiyo hatua ya msingi, usiiruke. Kwa sababu ukijifanya hodari sasa, maumivu yatakusubiri baadaye na kukufanya urudi nyuma. Hatua ya pili: andika barua. Sasa, baada ya kuruhusu hisia zako, hatua inayofuata ni kuandika barua kwa yule aliyekuacha. Unaweza kuiandika kwenye simu yako, kwenye daftari, au hata kwenye barua pepe, chochote kinachokufaa. Anza na mpendwa jina lake, na kisha andika kila kitu kinachokuumiza moyo wako Hasira yako yote, maumivu yako yote, kila kitu ulichotaka kumwambia. Unaweza kuwa mkali, unaweza kutukana, unaweza kumwambia alikukosea wapi, alikuumiza vipi na jinsi ulivyohisi wakati alikuacha. Andika kwa undani sana bila kujizuia. Lakini sikiliza, dada, usiitumie barua hiyo kamwe. Kama umeiandika kwenye barua pepe, ipeleke kwenye barua pepe yako mwenyewe. Kama ni daftari Ilawe kwenye sanduku au uichome baada ya kuandika. Kusudi ni kuachilia hisia zote ndani yako ili usizibe ndani na kuzifanya zikuongezee maumivu. Mimi nimefanya hii na wanawake wengi na inafanya kazi kwa sababu inakupa hisia ya kufunga sura bila kumzungumzia yeye moja kwa moja. Unapofanya hivi, unajenga nguvu yako mwenyewe, unajenga heshima yako mwenyewe. Usifikirie hata kidogo kutuma hiyo barua au last text ili kumwambia alikuumiza vipi. Kwa nini unataka kujidhalilisha zaidi? Kama alikujali kweli, asingekuacha hivyo. Matibabu yake kwako ndiyo inakupa closure. Hii inakuzuia usichukue simu na kumtumia ujumbe wakati unahisi dhaifu. Andika kwa undani, toa kila kitu na uachilie. Hii ni moja ya njia zenye nguvu zaidi ya kutoa sumu iliyomo ndani yako. Hatua ya tatu: tengeneza ick list na dreamlist. Hatua hii ni favorite yangu kabisa dada, na ina asilimia mila moja ya kufanikiwa. Nimeitumia mimi mwenyewe, na nimewafundisha wengine wengi. Kwanza, andika katika notes zako kila kitu kibaya kilichokuwa kwake, red flag zake zote, mapigano mabaya, maneno yaliyokuumiza, jinsi alivyokutendea vibaya baada ya kuachana, kwa nini hamlingani kwa nini husingekaa pamoja maisha yote? Andika kila kitu kwa undani, jinsi alivyokudharau, jinsi marafiki zake walivyokuwa, kila kitu, usisahau chochote. Baada ya hapo, andika dream list, kila kitu unachotaka katika uhusiano ambao yeye hakukupa. Andika mwanamume wa ndoto zako kwa undani sana, jinsi atakavyokupenda, jinsi atakavyokuthamini, jinsi atakavyokuwa na wewe wakati wa shida. Hii inakusaidia kuona kwa nini kuachana kwenu ni baraka kubwa. Kila unapomkumbuka na kutaka kumtumia ujumbe, fungua hii list. Nostalgia itakufanya usahau red flag zote, lakini list hii itakukumbusha maumivu yake na kukupa ik kubwa sana. Na kama hiyo haitoshi, angalia dream list na uone unavyoweza kupoteza fursa ya kupata kile unachostahili. Hii inafanya kazi kwa sababu inakupa ukweli wa maumivu yako na matumaini ya baadaye. Usiiruke hatua hii, ni silaha yako kubwa dhidi ya kurudi nyuma. Hatua ya nne: ondoka kiakili na kimwili. Sasa ni wakati wa kuondoka kabisa, hata kama hamkuishi pamoja. Ondoka kiakili, futa namba yake, block kila mahali kwenye social media, tupa picha zote, zawadi, nguo zake, kila kitu kinachokukumbusha. Usiseme ni ngumu, tulikuwa pamoja sana. Ulikuwa na furaha kabla yake na utakuwa na furaha baada yake. Kushikilia vitu hivyo kuna kufanya uishi katika ulimwengu wa kufikiria tu, na inakuzuia kuendelea. Hasira yangu inakuja hapa. Dada, usiwe mjinga, usiruhusu mwanamume aliyekuacha aendelee kukushikilia hata baada ya kuondoka. Block yeye kabisa, hata email. Mimi nimeblock ex zangu zote kwa sababu siwezi kucheza na mustakabali wangu. Hii inakupa heshima, inaonyesha ulimwengu umeachilia na inafungua nafasi ya mwanzo mpya. Kama anajaribu kurudi usimruhusu. Wewe ndiye unayehusika na amani yako. Kama anajaribu kurudi usimruhusu. Wewe ndiye unayehusika na amani yako. Hii inakuzuia usichukue simu na kumtumia ujumbe wakati unahisi dhaifu. Hatua ya tano: weka mipaka ya wakati wa kuumia. Ingawa ni vizuri kulia na kujifariji, lazima ujiwekee mipaka. Weka siku au wiki ngapi utaruhusu kujihurumia kisha anza hatua ndogo ndogo za kupona kila siku. Beyonce alisema anajipa siku moja tu ya kujihurumia, kisha anaendelea. Wewe pia usikae kwenye maumivu milele. Hii inakufundisha uwajibikani kwa maisha yako, usiruhusu maumivu ya kudhibiti wewe. Hatua ya sita, acha kumfuatilia, acha kuangalia Instagram yake, stories, followers. Usijali anafanya nini, anazungumza na nani, au kama ameendelea haraka Maamuzi yake baada ya kuachana hayana uhusiano na thamani yako. Yeye anajaribu kujificha maumivu yake mwenyewe. Usimpe nguvu zaidi kwa kumfuatilia, acha kabisa. Hii ndio mwisho wa sehemu ya kwanza. Sasa nimekufundisha awamu ya kuumia kwa undani mkubwa, ili uweze kuanza kutekeleza mara kwa mara. Maumivu yako ni halali, hasira yako ni halali, lakini usimruhusu yule aliyekuacha akushinde. Katika video inayofuata Tutaingia awamu ya kupona na hatua nane za kina. Kama uko tayari, angalia video inayofuata.